Bwana, sawa. Baada ya mechi hii wadau wa soka eh, pale Dubai walizungumza eh, kitu ambacho wamekiona katika mechi hiyo dhidi ya Iran eh, na kutoa maoni yao wala kwa uchache eh, juu ya mchezo huo uh, mi nadhani kitu kikubwa ni kwamba unajua uh, mara nyingi kwenye mpira watu wamekuwa wanaangalia sana matokeo kuliko kitu gani ambacho timu kama timu inakuwa imekipata, lakini mi kwa upande wangu naona pamoja na kwamba tumefungwa lakini timu yetu imejitahidi kucheza vizuri na hasa tukiangalia kipindi cha pili, wachezaji naona confidence ilianza kurudi na kuweza kucheza vizuri. Lakini pia tukumbuke kuna kitu kikubwa kinatuathiri sana kwenye wachezaji wetu. Tukiangalia wachezaji wetu wengi ambao wanacheza vilabu vikubwa vya Simba na Yanga, mara nyingi kwenye vilabu vyao hawachezi, kwa hiyo wanapokuja kwenye timu ya taifa inakuwa ni kama vile ndio wanapata muda wa kucheza mechi, kwa hiyo kidogo nao inawarudisha nyuma, tofauti na wakati huo wa nyuma wanapokuwa wakicheza mara kwa mara. Kwa hiyo mi nadhani kuna kitu ambayo tumekipata, sababu ukiangalia timu tuliocheza nayo watu wamezoea labda jina, wakiangalia Irani, wanaona ni timu ya kawaida, lakini Irani ni timu kubwa na kama tunavyojua juzi zimetoka qualify kwenye kombe la dunia, lakini pia mwisho wa siku ni timu ambayo iko katika namba ishirini na moja duniani. Kwa hiyo sio timu ya kawaida kama ambavyo sisi tunaichukulia. Kwa hiyo nadhani kuna kitu kikubwa ambacho tumekipata, tumejifunza kutokana na watu ambao wametuzidi, na naamini kile ambacho kimeonekana leo, maanake walimu na wachezaji wataenda kukifanyia kazi na kuona jinsi gani tunaweza kwenda mbele, sababu ukizingatia mwezi Disemba tuna mashindano ya AFCON ya ambayo yanafanyika nchini Moroko kwa hiyo mechi kama hizi tukizipata, zitaendelea kuwajenga wachezaji wetu na kuweza kutengeneza kitu kizuri zaidi. Kwa sababu mara nyingi watu wanakuwa wanafikiria kwamba mpira ni kitu ambacho unaweza kufanikiwa tu mara moja, lakini mi upande wangu, wanaamini siku zote mpira ni process ambayo, hiyo process ikienda vizuri, maana yake unaenda kupata result. Lakini kama hatutakubali kwenda na project ambayo tumeianzisha, maana yake kila siku tutakuwa tunabadilisha wachezaji kwenye timu za taifa, lakini kile ambacho tunakihitaji tutakipata. Kwa hiyo mimi nadhani pamoja na matokeo mabovu ambayo tumeyapata leo, lakini tunatakiwa kuwa wavumilivu na kuendelea kujenga kikosi chetu ili tuweze kufika kule ambapo tunataka kufika. Kwanza kabisa nashukuru na nafikiri mimi mara ya mwisho kuiona Taifa Stars ikicheza nikiwa kiwanjani, labda miaka 20 iliyopita. Kwa hiyo leo imekuwa fursa nzuri kwangu kuja hapa na kuishuhudia ikicheza na Iran. Kusema kwa upande wangu mimi nikizungumzia upande wa kama technical, uh, side. Mechi hii nafikiri imekuwa na mafanikio makubwa sana kwa upande wa walimu kwa sababu tumeona tofauti uliopo baina ya timu ambazo ziko juu ya kiwango na sisi. Uh, Iran kama mnavyojua, katika Asia nafikiri sisi ni namba moja au namba mbili na kama sikosee ndio timu ya kwanza ku qualify kwenda World Cup kutoka continental la Asia au ya pili. Kwa hiyo Iran wanajulikana ni timu nzuri na wana kiwango cha juu sana. Lakini kwa mechi tukirudi mechi ya leo, ingawa wametufunga goli mbili, ni makosa madogo madogo yalifanyika, kwa sababu always ukicheza na timu yenye experience ukifanya kosa dogo tu wanalitumilia, na leo ndio imetokea, magoli mawili, makosa yametokea ya kimchezo Uh, lakini timu imecheza vizuri na imani, na imani kabisa kwamba timu hii vijana aa waliokuwepo, especially kipindi cha pili mpira waliocheza, kama tutakuwa, tutavuta subira. Maana sometimes sisi wa Tanzania hatuna subira, kwa hiyo tuwe uh, na subira na imani ikifika ishirini ishirini na saba kikosi kama hichi kikiendelea kuwa pamoja na kinahitajia mechi kama hizi za leo tukipata mechi kama hizi za leo nyingi na imani, Afcon ya nyumbani tutafika mbali zaidi, na hata hiyo ya Moroko, tunakwenda kule tupate kujifunza kwamba inayofuata tutaifanya nyumbani kwetu, tunatakiwa tufanye nini. Umeona? iwe kama matayarisho ya Afcon ya 27. Kwa hiyo mimi upande wangu naishauri TFF wajaribu kuwasaidia walimu wetu kuwapatia mechi kama hia leo, kwa sababu mechi na timu ngumu mchezaji anajifunza mengi. Eh, tunakubali tunataka result ingawa tumefungwa lakini pia kwanza tukubali, tunapata faida gani? Na unaweza kucheza na timu ambayo iko chini ya kiwango chako au mko kiwango kimoja, end of the day hujapata faida. Lakini mechi kama ya leo ya Irani, ingawa tumefungwa lakini 100% walimu wamepata kitu kikubwa sana na wachezaji pia wameona vipi ukicheza na timu ambazo zipo kwenye kiwango cha juu yenu, vipi wanacheza. Kwa hiyo tusubiriane na na imani, kikosi hichi kama kitaendelea kupata matayarisho mazuri, na mechi kama hizi tulioona leo ziwe nyingi, na sio basi tucheze na timu za Afrika, wajaribu kubadilisha e, nchi mbalimbali, mfumo wa nchi mbalimbali. Leo tumecheza na Iran kutoka Asia, labda siku za mbele tucheze na timu za Europe, Amerika ya Kusini, umeona CONCACAF. Kwa hiyo tunacheza na e, mfumo wa nchi mbalimbali itatusaidia sana pia katika maendeleo. Mwisho kabisa, niwashukuru e, walimu, kazi wanaifanya sio ndogo, na wanawapongeza pia wachezaji nawaombea kila la heri kwa mashindano ya Moroko na inshallah nategemea ishirini na saba mambo yatakuwa mazuri.